Kufunga hamasa za mnyama Simba Sports Club leo hapa Vikindu, jijini Dar es Salaam. Kama unavyoona, mwitikio umekuwa ni mkubwa kwelikweli, lakini tunazungumza na mashabiki wa Simba kwa namna ambavyo siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ambavyo wameona shabani kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho kwa kumaliza tu mwitikio umeuonaje wa hamasa ya wekundu Simba Msimbazi Sports Club kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico de Luanga ya nchini Angola? hamasa zetu zote ni bora, hamasa zetu ni bora, lakini nimefurahi sana kwa sababu kwanza tumekuja kwenye wilaya mpya ya Simba Sports Club, lakini la pili, wilaya imetupokea vizuri kwa sababu tumeona wana Simba wanaonekana walikuwa na kiu sana ya mkoa Mkulanga kuona msemaji wao na kuona hamasa ikiwafikia. Kwa hiyo niwapongeze viongozi wangu ambao ni wa matawi pamoja na wilaya Mkulanga. Lakini ukiachilia hiyo, Mkulanga mimi ni nyumbani kwangu. Kwa hiyo, ile, ile, ile, kwangu. Lakini lingine, kwa hiyo hii leo, hii leo nimekuja nyumbani kwangu. Lakini lingine niwapongeze, nimeona hata kwenye mauzo ya tiketi watu wamekaa sana, wamenunua sana tiketi na, na, na wame, wamekuja kusapoti. Lakini lingine nimpongeze diwani, diwani mgao wake nimeupenda natoatketi si kwa sehemu tofauti, na maana yule ni kiongozi ambaye wa, wa maeneo yote tumepita sehemu zingine, tunapongeza madiwani, lakini tiketi walala hawa walokuwa pale. Lakini diwani huko amefanya jambo zuri, ila niwaambie wana vikindo wao ni wanajeshi waliokamilika, hata kama bila hao. Ni mtu anawapongeza sana, nashukuru sana.